Tukio hilo la uchepushaji wa tumbaku hiyo ili isiuzwe katika masoko rasmi yaliyoidhinishwa na serikali limetajwa kuzisababishia hasara taasisi sita, zikiwemo za wakulima wa zao hilo na za serikali, ambapo kaimu kamanda wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Tabora, bwana Matias Ndege, mbele ya kamati ya usalama ya mkoa huu, wakati wakiwa katika magodown ya kampuni ya Global Leaf yaliyotumika kuhifadhia tumbaku hiyo, maeneo ya mtaa wa Boma, Manispaa ya Tabora, ametoa taarifa ya operation ya kuatia nguvuni watu hao, Yaliu mato kwenye ile kenta pamoja na yaliyoko hapa ni mabelo 452 yenye thamani ya shilingi milioni 180 laki tatu tisini na saba. Kwa upande wake mwenyekiti wa kamati ya usalama ya mkoa wa Tabora na mkuu wa mkoa huu bwana Paulo Chacha, juu ya tukio hilo, anatoa kauli ya serikali, huku mkuu wa wilaya ya Urambo Daktari Hamisi Mkanachi akidadavua kosa la ulanguzi na utoroshaji wa tumbaku linavyowakandamiza wakulima wa zao hilo kiuchumi. Dr. Samia Suluhu Hassan anafanya kila liwezekanalo hao watu wajikwamie kutoka kwenye wimbi la umaskini, lakini wapo watu wajanja wajanja, wamekaa huko, anaenda na keshi, na ni mkulima, hatuwezi kumlaumu anaenda na shilingi elfu mbili nipe hii anampa. Serikali haitaki habari hizi, wananchi wanatakiwa kupata faida na jasho lao ambao wa wanalitumikia. Kazi ya tumbaku ni kazi kubwa sana. Tumbaku tangu unaingia siku ya kwanza shambani, miezi tisa hutakiwi kutoka shambani hata siku moja, lakini kuna mtu amekaa huko Kenya, wapi huko Burundi, na wengine sawa, kamata wapo, warundi pia nawasikia, hawana siku nyingi sawakamata. Sasa mimi ambaye niko katika ushirika wa tumbaku tuko watu watano mathalan Nikitorosha tumbaku na mwenzangu akatorosha tumbaku, maana yake ni kwamba wanabaki wenzetu waaminifu watatu. Wale watatu wakiuza ikapatikana faida, lazima walipe deni ambalo tumelizalisha sisi kwa sababu tumetorosha. Kwa hiyo inakuwa ni hasara kwa wao, kwanza wakulima wenyewe, lakini pia chama cha msingi kina makisio, na kila chama kinapimwa kwa makisio yake. Kuna chama pia kitakosa tumbaku yake. Lakini sio hivyo tu, kampuni ambayo iliingia mkataba na chama, ambayo ikatuwezesha sisi benki kutupa mkopo pia itakosa tumbaku ambayo iliingia makubaliano kati ya kampuni na chama hata hivyo, watuhumiwa hao wamefikishwa katika mahakama ya wilaya ya Tabora chini ya hakimu Demetrio Nyakunga na kufunguliwa kesi ya hujumu uchumi namba 11376 na ya mwaka 2025 ambapo wakili msomi wa serikali Merito Kongoji amewasomea makosa 13 matatu ya hujumu uchumi na mengine mawili ya ulanguzi na uchepushaji wa tumbaku kinyume na utaratibu, pamoja na matumizi mabaya ya na nafasi kwa watumishi watano wa Global Leaf. Kwa ujumla wake makosa hayo yote 15 na ni kinyume na kifungu cha 300... Kumi na mbili kifungu kidogo cha kwanza b cha sheria ya kanuni ya adhabu sura ya kumi na sita marejeo ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili na aya ya kumi aya ndogo ya kwanza na ya nne ya jeduali la kwanza linalosomwa pamoja na vifungu vya hamsini na saba moja na kifungu cha sitini na mbili vyote vikiwa ni sheria ya uhujumu uchumi sura ya mia mbili marejeo ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili pamoja na kifungu cha thelathini na moja cha sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa. Aidha, watuhumiwa hao ni pamoja na Emmanuel Omahe Gesamba, Joel Chacha Kerario, Sadik Mahmudu Ali Omari Hasani Kangele, Jacinta Mwita Mwise, Florian Vicente Masegese, Juma Hamadi Maganga, Ramadhani Yasini Makula pamoja na Luis Vedastus Ngaiza ambapo hawakutakiwa kujibu chochote kwa sababu mahakama hii haina mamlaka ya kusikiliza shauri hili kwa sasa. Hata hivyo, wakili Merito wamesema upelelezi wa shauri hili bado haujakamilika ambapo washtakiwa wawili Frolian Masegese na Louis Vedastusi wameachiwa kwa dhamana huku wengine saba wakirudishwa rumande hadi hapo Mei 27 mwaka huu shauri hili litakapoja tena hapa mahakamani kwa ajili ya kutajwa baada ya wao kushindwa kukidhi masharti ya dhamana kutoka hapa katika mahakama hii ya wilaya hapa mkoani Tabora. Apollo Benjamin, ITV.